Babu, kuna nini kwenye daftari hilo la zamani? Hizi ndizo kanuni za maisha, Maya, kanuni nilizotumia kushughulikia changamoto kubwa zaidi maishani. Nilidhani unapaswa kuzijua. Kweli, nahitaji kuzikia kidogo. Anza na uaminifu. Ukitoka nje ya mstari ukiwa umekosea, kubali, na ukikosea usifiche. Ukifanya kosa, lirekebishe. Mm, mbona kama vile kukubali ni kama kupoteza? Hapana, ni ushindi mkubwa wa uadilifu. Sasa sikiliza, ukiwa umechanganikiwa, uliza maswali na kamwe usiweke hisia nzuri kimya. Ukimpenda mtu, mwambie. Na mwishowe hili ndilo muhimu zaidi. Unapoona jambo lisilo la haki, kitu kimevunjwa, ukiona kosa, chukua msimamo wa kulirekebisha. Uwazi, ujasiri, muunganisho, usadikisho, hizo ndizo kanuni. Sasa amua kuyaishi hayo.